na katika habari za kimataifa Wapalestina zaidi ya 50 wauawa na vikosi vya Israel. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie na makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr Philip Mpango amekutana na kufanya mazungumzo na naibu waziri mkuu wa Vietnam Ho Duc Phoc, mazungumzo yaliyofanywa kando ya mkutano wa nne wa kimataifa kuhusu ufadhili wa maendeleo FFD4 unaofanyika jijini Sevilla nchini Hispania. Taarifa zaidi inasomwa na Mrisho Mapeo. Katika mazungumzo hayo makamu wa rais amesema serikali ya Tanzania inathamini ushirikiano uliopo kati yake na Vietnamu ambapo umedumu kwa miaka sitini sasa na kueleza kuwa Vietnamu ni kati ya nchi za kwanza zilizofungua ubalozi mapema zaidi baada ya uhuru kushirikiana na Tanzania kupitia serikali ya Chama cha Mapinduzi na wananchi. Amesema Tanzania itaendeleza ushirikiano uliopo na Vietnamu ikiwemo kuunga mkono kwenye masuala yenye maslahi ya pamoja katika majukwaa ya kimataifa, huku akisisitiza kuwa ushirikiano unapaswa kuongezwa zaidi katika uwekezaji, kilimo, biashara, masuala ya ulinzi, pamoja na kushirikiana pia katika masuala ya kikanda na kimataifa. Aidha, ameipongeza Vietnam kwa kuunda tume ya kwanza ya ushirikiano ya pamoja, JPC mwaka 2014 na kuihakikishia kwamba Tanzania itaandaa tume ya pili ya pamoja ya ushirikiano baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Your Excellency let me uh, again emphasize that uh, we have been supporting one another and we will continue to support one another uh, in international fora on issues of mutual interest. You talked about uh, our trade relations

Upande wake naibu waziri wa Vietnam Hadufork ameshukuru Tanzania kwa kuendelea kuunga mkono Vietnam katika majukwaa ya kimataifa na hivyo kudumisha ushirikiano mzuri uliopo. Amesema ushirikiano wa kiuchumi unaendelea kuimarika ambapo Tanzania inatumia soko la Vietnam kuuza korosho na bidhaa za misitu, na kila mwaka mauzo ya biashara hizo hufikia dola milioni mia moja na hamsini. Hata hivyo makamu wa rais ameshiriki mkutano wa pembezoni wa nchi zinazoendelea LDCs, uliongozwa na waziri mkuu wa Nepal Kadga Sharma Oil na kuhudhuriwa na mataifa rafiki yaliyoendelea. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Benki Kuu ya Tanzania imetoa muda wa miezi sita kwa kampuni na taasisi zinazotoa huduma ndogo za fedha daraja la pili kukamilisha kujiunga na vyama vinavyosimamia taasisi hizo ikiwemo TAMFU na TAMIU ili kupunguza malalamiko yanayotokana na huduma ndogo za fedha. Goodluck Msola ameenda taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kutangaza kuanza utekelezaji wa utaratibu wa taasisi ndogo za huduma za fedha nchini kujisimamia, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania D Emmanuel Tutuba amesema malengo ya Benki Kuu ya Tanzania ni kuwezesha sekta ndogo ya fedha kukuza kiwango cha Watanzania wanaotumia huduma rasmi za fedha kutoka asilimia 76 hadi asilimia 85 ifikapo mwaka 2028. Hivyo hatua hiyo itasaidia kupunguza malalamiko. Swala hili sisi kama benki kuu tutaendelea kutoa taarifa kwa umma, yani public notice kuhusu kuanzishwa kwa utaratibu wa usimamizi binafsi kwa taasisi za, za huduma ndogo za fedha daraja la pili, kwa maana ya taya two. Microfinance institutions. Hivyo naomba kutumia fursa hii kusisitiza kuwa taasisi zote za huduma ndogo za fedha daraja la pili zinatakiwa au zinalazimika kujiunga na taasisi au chama kimojawapo kati ya Tamfi au Tamiu ndani ya kipindi cha miezi sita. Na zoezi hili linatakiwa kutekelezwa kuanzia leo tarehe 1 Julai 2025 hadi mwishoni mwa Desemba 2025. Uh, kwa upande wake mkurugenzi wa idara ya usimamizi wa fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania Sadati Musa amesema kuanza kwa utaratibu huo kunatokana na makubaliano yaliyosainiwa, ikiwa ni katika kuimarisha mazingira ya utoaji wa huduma ndogo za fedha nchini ambazo idadi yake hadi sasa zimefikia zaidi ya elfu mbili na mia sita, utaratibu ambao unalenga kuboresha uwajibikaji na uwazi katika sekta ya fedha kwa lengo la kuendelea kumlinda mtumiaji wa huduma za fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia makubaliano makubaliano haya tunapenda kukujulisha kuwa vyama viwili vya watoa huduma ndogo za fedha vya Tamfi na Tamiu vimekidhi vigezo vya kubeba dhamana ya usimamizi wa sekta hii. Ni matumaini kwamba watoa wa huduma ndogo za fedha wote wa daraja la pili yaani tayatu wataanza kufanya mchakato wa kujiunga kwenye chama kimojawapo. Naye mwenyekiti wa umoja wa watoa huduma ndogo za fedha Tamiu, Juma Nanga, pamoja na bi Devota Minzi ambaye ni mwenyekiti wa Tamfi, wamesema hatua ya kuzindua utaratibu huo itasaidia kuipa heshima ya sekta hiyo kutoka kuwa sekta ambayo imekuwa ikilalamikiwa na wananchi wengi alikuwa mkombozi kwa jamii hususan katika huduma za fedha ikiwemo mikopo. Asante sana, good luck Msola kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Kagera Hajat Fatma Mwasa amesema ukusanyaji wa mapato ya ndani katika halmashauri za mkoa wa Kagera umeongezeka kutoka shilingi bilioni 23.6 mwaka 2020 2021 hadi kufikia shilingi bilioni 47.2 mwaka 2024 2025 ikiwa ni sawa na ongezeko la asilimia mia moja. Taarifa zaidi na Josephine Kaponya kutoka Dodoma. Bi Hajati Mwasa amesema hayo jijini Dodoma katika ukumbi wa Idara ya Habari Maelezo wakati akitoa taarifa ya mafanikio ya, ya mkoa wa Kagera katika kipindi cha miaka minne chini ya utawala wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Amesema ukusanyaji wa mapato hayo umechangia utekelezaji wa miradi ya kimkakati inayotekelezwa na fedha za mapato ya halmashauri. Tangu mwaka wa fedha 2024-2025 mkoa umekuwa ukitekeleza miradi ya kimkakati ipatayo 28 kwa kutumia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri zake. Kwa hiyo mkoa wa Kagera kwa sasa waliokuwa wakilalamikia stendi, stendi ya mjini kati imekwisha tengenezwa, imekamilika, imejengwa vizuri, ni ya kisasa kabisa, na ina ina frame za maduka lakini mwaka huu wa fedha tumeidhinishiwa shilingi bilioni mbili ambazo tunakwenda kujenga terminal building ya kisasa sana. Lakini pia serikali inatujengea soko kubwa la kisasa pale mjini kati, tumekwisha vunja, tumesafisha na mkataba umekwisha sainiwa, kwa hiyo contractor anaanza kujenga. Lakini tunajengewa pia stendi kubwa sana ya kisasa eneo la Kyakairabo ambayo na yenyewe imekwisha sainiwa mkataba na mkandarasi anaanza kazi. Lakini tukija kwenye suala la bandari zetu, Mheshimiwa Rais ameboresha bandari zote mbili, bandari ya Bukoba mjini kwa thamani ya shilingi bilioni ishirini, lakini na bandari ya Kemondo kwa thamani ya shilingi bilioni pia. Bi Haja Timwasa akaeleza serikali kupunguza tozo katika zao la kahawa. Sasa tuna, kwa nini tunaleta nguvu kubwa huko? Ni kwa sababu tunaona kwamba serikali kwa vijana wengi wamekuwa wakilalamika kwamba uchumi wao umeachwa nyuma, wamesahaulika, lakini wachache watu wazima wanakuwa mabilionea, wanakuwa matajiri hao hao wachache na familia zao, lakini wengi wanabaki maskini. Sasa tunasema huu utajiri natuugawane basi, kila mtu apate kidogo, kila familia ipate kidogo. Kwa mujibu wa Bihajati Mwasa, tangu mwaka wa fedha 2024-2025 mkoa wa Kagera umekuwa ukitekeleza miradi ya kimkakati ipatayo 28 kwa kutumia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri zake. Miradi hiyo inagharimu jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 25.93 na hadi sasa zimeshatengwa katika bajeti ya mwaka 2024-2025 na mwaka 2025, 2026 jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 11.52 na utekelezaji unaendelea katika hatua mbalimbali. Asante sana Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Zuberi Homera amemwomba mkuu mpya wa mkoa wa Mbeya Beno Morris Malisa kuendeleza na kukamilisha miradi yote inayotekelezwa mkoani humo. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Daktari Juma Zuberi Homera amesema hayo wakati wa kukabidhi ofisi kwa mkuu mpya wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa iliyofanyika katika ukumbi mkubwa wa mikutano katika ofisi hizo, ambapo amemwomba kusimamia miradi yote inayoendelea mkoani hapo. Ujenzi wa barabara ya njia nne ambayo ni kilomita 29. Ukweli ni kwamba barabara hii e, tulifikiria kuijenga baada ya kuona kwamba hali ya jiji la Mbeya kwa kweli sio siyo kuridhisha. Kwa hiyo tukasema kwamba tuanze mchakato kushirikiana na wenzetu wa Tanroads pamoja na wizara ya ujenzi Tumeanza ujenzi wa barabara hii. Tuko kwenye asilimia zaidi ya 25 ambapo kwa namna moja au nyingine barabara inaendelea vizuri. Najua unaisimamia na unaifahamu. Lakini ujenzi wa miradi ya barabara njia nne ambao tunaendelea nao, ambao kuanzia Igawa mpaka Tunduma, ambao tunagharimu shilingi bilioni trilioni 1.133 ambao mazungumzo yanaendelea, lakini pia mikataba tuliko tushasaini, kuna maelekezo mbalimbali ambayo serikali wanaendelea kuyafanya ili kuweza kujenga mradi huu. Mmoja wapo wa kitu ambacho unatakiwa ukipush kweli kweli kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Marisa amewahakikishia wananchi wa mkoa wa Mbeya kwamba miradi yote inayotekelezwa na serikali mkoani humo itakamilika kama ilivyopangwa, huku mkuu wa wilaya Chunya kwa niaba ya wakuu wote wa wilaya ameahidi kushirikiana na mkuu huyo wa mkoa. Anasema mimi sijaja kutangua Torati bali kuiendeleza. Hivyo hivyo e, na mimi nimekuja hapa sasa kwa lengo lile lile, kuendeleza mazuri na makubwa uliyoyafanyia ndani ya mkoa wa Mbeya. Hivyo nawaomba sana ushirikiano, nawaomba ushirikiano wa dhati, tuendeleze yale mazuri yaliyokuwa akiyafanya aki mheshimiwa Homera pamoja na sisi kule tulipo ili tufikie lengo la miradi ile, lengo la mikakati ile kwa manufaa ya wanambea na Watanzania. Sisi wakati unaapishwa tulikuwa makini sana tukifuatilia kupitia runinga, tulisikiliza kwa umakini sana na tulikuwa makini sana kusikiliza kauli ya mheshimiwa rais. Sisi tukuahidi kwamba tutakupa ushirikiano, yale maneno aliyosema mheshimiwa rais tutakupa ushirikiano ili uweze kutimiza matamanio na matarajio ya Mheshimiwa Rais kwako kwa wewe katika mkoa wa Mbeya. Hata hivyo mkuu mpya wa wilaya Mbeya, Solomoni Itunda, aliamishiwa wilayani Mbeya akitokea wilaya Songwe mkoani Songwe, ameahidi kutoa ushirikiano, huku mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa, Ndele Jailosi Mwaselela akawa na haya kusema. Mbeya hodi, umenipokea naomba ushirikiano wenu hivi karibuni, mheshimiwa rais amefanya mabadiliko madogo, akanihamishia hapa Mbeya nikitokea wilaya ya Soma. Tupo vijana wengi, tupo wakuwa wilaya wengi. Kwa nini mimi Solomon? Ni mapenzi ya Mungu. Inatakiwa kufanya nini? Kwa sababu serikali inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kao tulikuwa na mkuu wa mkoa ambaye mimi na wenzangu tunajivunia ameacha mkoa salama, na mkoa umefanya maendeleo makubwa tangu walivyokuwa hapa miaka minne. Kwa miaka minne yapo Dr. Zubeli Omela, tunaamini Dr. Samia Suluhu Hassan ametutendea haki kubwa sana. Nikipoti kutoka jiji la Mbeya, mimi ni Daniel Smelter, TV habari. Asante sana Daniel Smelter kwa taarifa hiyo. Benki ya NMB imeeleza kupiga hatua katika kuwawezesha wanawake kiuchumi kupitia hati fungani yake ya NMB Jasiri Bond ambapo imefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 74 huku asilimia mia moja ya fedha hizo tayari zimeelekezwa kwa wanawake wajasiriamali hasa wale wana umiliki ama kusimamia biashara ndogo na zakati. Taarifa inayoandaliwa na Rachel Chacha inasoma na Mohamed Jamal, akizungumza jijini Dar es Salaam juu ya benki kutunukiwa kwa mara ya pili cheti cha Age Assess kinachotolewa na taasisi ya Age Certified Foundation yenye makao yake nchini Uswizi. Kaimu afisa mtendaji mkuu kutoka NMB Philbert Mponzi amesema kuwa cheti hicho ni uthibitisho kuwa benki inaendelea kuwa kinara katika kulinda na kusimamia usawa wa kijinsia kazini na kwa wateja wake. Amesema cheti hicho kimeiwezesha benki kujizolea heshima situ ndani ya Tanzania pia katika ukanda wa Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla, huku akibainisha kuwa kwa sasa zaidi ya asilimia 30 ya nafasi za uongozi ndani ya benki ya NMB zinashikiliwa na wanawake, jambo linaloonyesha dhamira ya dhati ya benki hiyo kuchangia mabadiliko ya kweli. Hii ni mara ya pili sasa tunapata hii certification au tunapata hii kicheti cha age, na hiyo inathibitisha wazi kabisa jitihada ambazo zinafanywa na benki ya NMB kuhakikisha kwamba tunazingatia usawa wa kijinsia katika, katika kazi na benki ya NMB imekuwa ikinala kwa Afrika kwa kuweza kupata hii e certification mara mbili, nadhani ni jambo la, la kujivunia sana, na hiyo yote kama nilivyosema, inathibitisha dhamira yetu ya dhati kutoka uongozi wa benki kutoka kwenye board lakini na CEO wetu Madam Ruth kwamba tumezamilia kuhakikisha kwamba tunaleta usawa wa kijinsia katika kazi. So hili ni jambo kubwa sana kwetu benki ya NMB, maana tunaendelea kuandika historia ya kipekee. Kwa upande wake, meneja International Finance Corporation IFC, Samuel Ng'anga, amesitiza kuwa usawa wa kijinsia si tu suala la ajira ndani ya benki, bali ni kipengele muhimu katika kupanga na kutoa huduma kwa wateja wao. Asante sana Mohamed Jamal kwa taarifa hiyo iliyoandaliwa na Rachel Chacha. Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ubungo kimewataka wanachama wa chama hicho wenye nia ya kugombea nafasi za ubunge na udiwani kuendelea kujitokeza kutumia haki yao ya kikatiba ya kugombea, huku kikisisitiza swala kuzingatia sheria na kanuni. Mresho Mapeo ameenda taarifa zaidi. Akizungumza jini humo, katibu wa CCM wilaya ya Ubungo Henry Msungamwenge amesema hadi kufikia Julai mosi zaidi ya wanachama 48 wamejitokeza kutia nia ya kugombea ubunge wa majimbo mawili ya Kibamba na Ubungo huku watiania kwenye nafasi ya udiwani wakifikia zaidi ya 133. Msunga Mwenge amesema kutokana na ukuaji wa demokrasia ndani ya chama, idadi ya watiania imekuwa ikiongezeka, huku akiwataka kusimamia sheria na kanuni za maadili ndani ya chama ili kuepuka kuenguliwa kwenye kinyang'anyiro hicho. Hii kwetu inatafsiri kwamba demokrasia demokrasia imeimarika, na demokrasia imekuwa kubwa kwa sababu uh, kila mwenye haki tunaruhusu kuchukua fomu. Vikao vitakuja kutimiza wajibu wake. Kuna nani ana sifa? Nani ana sifa? Na tunaamini wote wanaweza wa, wa, wa na sifa wengi, lakini vikao vitakwenda kuchuja angalau kupata wachache wawakilishi, kama ilivyo jina la uwakilishi, nafasi ya uwakilishi. Lakini kwa upande wetu uh, kuanzia zoezi nimeanza mpaka leo, kwa ujumla tumekwenda vizuri, hatujapata changamoto zozote, na maelekezo ya chama ambayo yalitolewa na chama kupitia katibu mkuu na mwenyekiti wa taifa, kwamba hairuhusiwi shamla shamla yoyote kusindikizana wala uh, mbwembwe zina yote ile jambo bungo mpaka sasa hivi hatujapata sehemu yote ambao kuna uh, kuna watu wamefanya hamasa hiyo isi kichopo, ni kwamba kupiga picha ni kumbukumbu -kumbu ya tukio moja ambalo wala sio sio kampeni, ni sehemu ya kumbukumbu -kumbu ya mtu, lakini kwa shamlashamla vigeregere ngonjela njelatuzuia kwa upande wao. Baadhi ya watiania waliofika kuchukua na kurejesha fomu kwa ajili ya kugombea ubunge akiwemo Danda na Nestori ya mungu wameeleza sababu zilizowasukuma kuamua kutiania ya kugombea nafasi hiyo, ni namna gani yeye anawiwa kuwatumikia wananchi. na hivyo na ndio maana nimekuja katika nyakati za mwisho kuchukua fomu hii, kwa sababu nina mapenzi ya dhati na mtaa wangu, nina mapenzi ya dhati na wilaya yangu, na nina mapenzi ya dhati zaidi kwa jimbo langu la Kibamba. hayo kutokana na baadhi ya changamoto ambazo zipo, kama tunavyojua maendeleo ni progress maendeleo hayawezi yakaja kwa muda mmoja, na ndio maana hata ukiangalia nchi za wenzetu katika kila kipindi cha miaka mia waga wana calculate ile progress ndani ya specific period of time, mimi ninachoona ni kwamba kama Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho tumeongoza nchi muda mrefu, na kuna vitu vingi tumefanya kama chama tunaposimamia serikali, lakini nafikiri kwenye jimbo letu ukija kabisa, kwa muktadha wa jimbo letu, tumekuwa kidogo tuna changamoto. Changamoto yenyewe inaweza kawa ni ya kihistoria, namna jimbo lilivyoanza. Tulikuwa Kinondoni, tulikuwa kijijini, tumekuwa Ubungo, tuko kata za kijijini. Kwa hiyo tuna changamoto zetu tofauti kabisa na changamoto za mahali pengine huko mjini, za kimiundo mbinu, za kihuduma, za jamii afya, maji ni shida bado kwenye baadhi ya maeneo, lakini mimi ninachokiona ni kwamba tunataka tubadilishe mfumo na utaratibu wa kufuatilia haya mambo. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Takwimu zimeonyesha kuwa takribani asilimia hamsini ya ajira nchini zimezalishwa kutokana na sekta binafsi, ikiwemo jasiria mali zaidi ya milioni tatu, huku mazingira ya wezeshi ya serikali ikitajwa kama kichocheo muhimu cha ongezeko hilo. Taarifa zaidi na Gudlaki Msola. Hatua hiyo imewezesha taasisi ya Ramani Microfinance Tanzania kutoa mikopo ya shilingi bilioni mia saba katika kipindi cha miaka mitano ilikuwezesha wafanyabiashara kwenye sekta mbalimbali mbali nchini ikiwemo gesi majumbani, kampuni za vinywaji, pamoja na kampuni nyingine kuweza kukuza biashara zao. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mpango wa kufanikisha wa Tanzania milioni mia moja kupata urahisi wa kuweza kupata mikopo ifikapo mwaka 2035, afisa mtendaji mkuu wa taasisi hiyo Joeli Usili amesema uzinduzi huo umelenga kuongeza uchechemuzi kwenye sekta ya biashara hapa nchini. Hapa tumekutana na wadau mbalimbali na taasisi za kifedha mbalimbali mbali, eh, kukaa pamoja na kushirikiana eh, kwenye uzinduzi wa eh, product zetu kama ramani eh, kuwasaidia eh, ma wholesalers na distributors wa FMCG Tanzania, eh, kukuza biashara yao lakini pia kupata huduma eh, kwa haraka katika taasisi za kifedha na pia eh, katika eh, mambo mengine ambazo zitasaidia kukuza biashara zao. Ah, kwa tangu tumeanza eh, tume disperse eh, takriban eh, ah, bilioni mia saba. Na baadhi ya wafanyabiashara waliohudhuria katika uzinduzi huo wamesema Ramani Microfinance Tanzania imekuwa ikiwasaidia katika kukuza biashara zao, hivyo mpango huo umeleta uhimilivu toshelezi wa uchumi hapa nchini. Kikubwa kwa upande wa Ramani, kwa sababu sisi ni wateja wakubwa sana kwa Ramani. O, so kilichotokea leo ni kuzidi kuthibitishia kuwa wataendelea kuwepo na kuendelea kuwepo mia kwa miaka mia ambayo itakaokuja. Kwao ni kitu kizuri ambacho wamekifanya leo kwa kutualika wateja kuweza kuona ni kitu kipi ambacho wamekianzisha, lakini pia kwa sisi ambacho tumeshukuru, kikubwa kilichofanyika leo ni wameweza kutengeneza mfumo ambao unaweza kulipiwa oda zetu ndani ya chini ya dakika moja, maana tukuwa tuna hiyo changamoto kuwa tukiweka oda lazima <muchilis> tuwapigie simu waweze kulipa, inachukua muda um. Pia Ramani wana teknoloji nzuri ambayo mtu yeyote whether uko kijijini au uko mjini it's easy to access meaning kwamba siku hizi mitandao ndio kila kitu and kwene Ramani kuna kitu kinaitwa Ramani Operation. Um, Ramani Corporation ni page ambayo or rather ni ukurasa au kama page unapomfungulia mtu kuongea naye basi iko hivyo, hivyo hivyo lakini iko automated. Uzinduzi wa mpango huo umeshirikisha pia wadau wa taasisi za fedha na wafanya biashara ili kupata huduma za mitaji kwa njia ya mikopo bila dhamana yoyote na kuwezesha kuingia kwenye mifumo ambayo inatambulika ifikapo mwaka 2035. Asante sana, good luck like Msola kwa taarifa hiyo. Wito uliotolewa na Waziri Mkuu Kasim Majaliwa kutumia vyuo vya ufundi stadi VETA kupata ujuzi vitendo, mkono, wa vitendo unaendelea kuungwa mkono baada ya baadhi wahitimu wa vyuo vikuu kueleza namna walivyonufaika na mafunzo hayo katika kujiajiri na hata kuajiri wengine taarifa iloandaliwa na Ellen Manyango inasomwa na Mohamed Jamal. Mmoja wa wahitimu hao Antonia Nsimbi aliyesoma ujasiriamali katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino. Sauti. Amesema mafunzo hayo aliyoyapata VETA baada ya kuhitimu yalimsaidia kupata ujuzi wa vitendo aliyotumia kuanzisha biashara yake ndogo, hatua iliyomsaidia kujitegemea kiuchumi. Taaluma yangu ya, ya degree inanisaidia mimi kuweza kupata masoko ya kimataifa. Sasa hivi naweza ku connect kuchangamana, kuwasiliana na mataifa mbili. Mbalimbali mbali, kwa sababu lugha inipigi chenga, na pia nina confidence ya kuongea na mtu yoyote yule kwa katika masuala ya biashara. Na ukiangalia sasa hivi kuna soko huru la biashara la Afrika mimi nimeweza ku, uh, ku, kujiunga, ku, kujiunga na nchi mbalimbali tukiuzungumzia kuhusu biashara hiyo, ni elimu yangu ya degree na elimu yangu ya ufundi imenisaidia kutengeneza nguo. Mimi ni fundi mzuri kama mnavyoniona, ni designer mzuri. Hiyo ni elimu niliyoipata kutoka VETA. Naye Paulina Chuma, mhitimu wa jasiriamali kutoka chuo cha elimu ya biashara CBE, amesema vijana hawapaswi kuyumbishwa na maneno yanayobeza elimu ya ufundi yanayoenezwa mitandaoni, kwani mafunzo ya VETA yamemwezesha kuanzisha shughuli inayomuingizia kipato cha uhakika. Kwa kweli, imenisaidia kama ambavyo Waziri Mkuu amehamasisha graduates, sisi baada ya ku graduate VETA tumepata ujuzi ambao tukichanganya na elimu zetu za degree tumeweza kufanya vitu vizuri, kwa sababu tunaendesha biashara zetu kisasa, tofauti na mafundi wengine wa mtaani. Tunaweza kufanya management ya pesa, tunaweza kumanage, kufanya marketing kisasa, kutafuta kazi na kuzileta ofisini. Ni tofauti na ukimkuta fundi ambaye hana elimu yoyote yupo kwenye kijiwe anafanya kazi. Aidha, amewataka vijana waelimike na kuchangamkia fursa za ujuzi kupitia taasisi za ufundi wakisisitiza kuwa mafanikio hayawezi kutegemea elimu ya darasani pekee bali ujuzi wa vitendo ndiyo msingi wa maendeleo ya mtu binafsi na taifa kwa ujumla. Asante sana Ellen Manyangu kwa taarifa hiyo, iliyosoma studio na Muhammad Jamal. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni godini Mwanja. Mawanja, tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari.